Labda ni kuulize kapasite ya gereza hili ni watu wangapi? Uwezo wa gereza ni kuchukua wafungwa mia tisa thelathini na nne. Kwa hiyo wameongezeka kidogo, Rais, kama sitini, zaidi ya elfu moja, wanakaribia elfu moja wafungwa pamoja na mahabusu. Ma ndio Jamani, mnisikilize basi, ndugu zangu. Hamjambo, hamjambo Tanzania! hoye hoye, Tanzania hoye hoye! Ndugu zangu, mimi nimekuja kuwasalimu. Ninajua sikutoa taarifa yoyote kwa mkuu wa gereza, nimeona nimefika hapa Mwanza nikaona moja kwa moja nije hapa. Kwa hiyo kama kosa nimelifanya nila kutokutoa taarifa kwa mkuu wa gereza la Butimba, lakini nilitaka nije niwasikilize kidogo, angalau wawili watatu. Aya, nataka mmoja aeleze shida zinazowahusu hapa. Aya, muachie huyo nani azungumze, mpe maiki, mpe maiki bana. Haya, zungumza baba, simama. Jamani, msikilizane basi, mimi nimekuja mwenyewe hapa. Mkikaa, mnapiga kelele nitaondoka. Unasikia mheshimiwa Magufuli? Ndio baba. Wewe, kuna watu umewapa madaraka wakusaidie kazi. Lakini baada ya kukusaidia kazi, sasa matokeo yake wanataka vitu ambavyo vitakiku na sasa usalama humu. Ana kuna watu wamewatoa na kesa ujumu uchumi. Anawapa simu, matokeo yake sisi simu zinavakamata humu. Tunanyang'anya karanga zetu, tuna maagio sukari, tunanyang'anya vitu vya kutoa salama. Yupo mpaka leo hajaamishwa, mpaka na simu haja ukabidhi uondoke nazo. Kuna watu wako na mihuri mpaka ya Ikulu mpaka ya kutoa salama ile ile mihuri akaifisha, anaitwa Mazifiga, yuko hapa na si Mazifiga? Mazifiga yuko hapa, yuko hapa, akupe na mihuri na zile simu zote akukabidhi, na wale watu wakuambie, simama hapa hapa, rafiki yangu tena. Ni kwamba Mheshimiwa Magufuli, ni kwamba, ni kwamba mimi naitwa Kali Kenya Thomas Nyamboge, mfungwa wa miaka thelathini. Huyu ndio afisa usalama alio alioletwa na makao hapa akusaidie kazi. Huyu ana makundi ya wafungwa umu wajuaji, wanaleta simu

Nisikilizeni basi, nisikilizeni. Nataka mtu ataka, nisikilizeni, nataka mtu azungumze. Jamani, mimi naondoka sasa, naona ninyi hamtaki kunisikiliza. Nimewapa nafasi, nimekuja hapa, halafu mnanipigia kelele kama darasani. Naondoka kusudi mbaki peke yenu. Sasa ndio maana nauliza, kaeni kimya ila kumbe nina kazi eh. Nataka mzungumze, mweleze shida zenu za ujumla, si kila mmoja na shida yake. Kila mmoja na shida yake hapa, hata mimi na shida zangu. Nataka za jumla ambazo mnafikiri mimi kama rais naweza nikazishughulikia. Eh, nataka maabusu mmoja azungumze. Haya. Haya, mpe huyo. Njoo zungumza hapa. Haya, zungumza baba. Kwa jina mimi naitwa Hashim Hassan Kijuu, nilikuwa diwani wakati Mbugani, nataka nizungumze mambo ya ujumla. Papara na hakuna maaskariwatulieyzisha Watulie tuseme amekuja mheshimiwa. Yaani maaskari magereza mmeshindwa kuwanyamazisha hawa. Eh, zungumza Kijuu. <muchilisa> Mheshimiwa kwa jina naitwa Hashim Hassan Kijuu diwani mstaafu wa kata Mbugani, nataka nizungumze mambo ya jumla. Mnisikilize kwa umakini, amekuja mheshimiwa hapa. Nilikuwa nikiomba dua tangia mwanzo kabla hajao rais, Wallahi billahi. Leo amekuwa rais na amefika magereza Niliwaambia atafika. Jumla ni hivi mheshimiwa, wa watu ni kubambikwa kesi. Nataka nitoa mfano wa kijana mmoja anaitwa Kurwa yuko hapa, ana kundi la watu karibu wa nne wa tano, nadhani kitu kama hiki, alibambikwa kesi. Yeye ni mfanyabiashara wa mafuta ya diesel. Analimbikiza kwenye malori lita kidogo tano tano tano tano, anapata anauza kwa watu wa Maroni; anakwenda kisiwani kwenda kwa ajili ya uvuvi, lakini siku moja yule bwana mdogo na ni bajaji yake ambayo ilikuwa imebeba mafuta lita mia moja na ishirini kwa maelezo yake na nukuu, alipofika pale njia panda ya kwenda halmashauri jiji la Mwanza na kwenda Mwaroni, ile bajaji iliharibika pale. Alipigiwa simu na yule mwenye bajaji kwamba bajaji imeharibika, tafuta usafiri mwingine. Akasema ngoje nimpigie simu yule mteja alete toroli mara yake ni mzigo mdogo tu wa kubeba na toroli. Kila toroli nita, nani, kila, kila, kila dumu nitalipa alfu moja moja. Akapigiwa simu ile bwana anakuja na, na toroli lake aja faulisha mafuta anapita. OCD moja wa Nyamagana anaona yale ni mafuta, anapigia maaskari waje wachukue yale mafuta. Mafuta yale yalibebwa paka kituoni, na yeye mwenyewe akawa anataka milioni moja mafuta yenyewe yafiki hata laki nne. Akamwambia mimi laki mo, milioni moja sina na laki mbili. Haya mafuta mheshimiwa faida yake ni laki tatu. Chukua wewe laki mbili, mimi ni baki na laki hii moja. alikataa mafuta yale litaifishwa na huyu akapewa kesi ya mada. Kesi ya mauaji kitu ambacho hajawahi kufanya. Na pale mtaani kwake mwenyekiti anajua hili anashindwa kufuatilia alishindwa ataingia mlango upi mheshimiwa polisi umewapa nafasi kubwa mno hawana ubinadamu. Baadhi yao wangekuwa kama mheshimiwa Siri tuliofanya naye kazi Mwanza, mimi nikiwa diwani, alikuwa anasema hivi, nendeni kwenye mitaa diwani, kwenye mikutano tuiteni, namweka ajenda ya ulinzi na usalama, mimi nishiriki. Tuliteketeza mambo mengi sana, lakini hawa sasa, huyo siyo. siyo huyo Kurwa yuko hapa, huyo Kurwa yuko hapa. Na kwangu mheshimiwa, mimi hashima sana kijuu, nimeuza shamba langu lilioko hapa Kisesa, matokeo yake nimepewa kesi ya utakatishaji na mheshimiwa Sangali, askari ananiambia utakaa jela mpaka ukute mke wako ukaolewa. Maneno gani haya? Naishia hapo, uchungu umenipanda mno, nashindwa kusema. Umetakatisha, umetakatisha nini? Eti shamba nimetakatisha, fedha nimefungulia. Kesi ya utakatishaji fedha iko humu na kesi iko mahakamani shamba, na anapoitwa kuja kutoa ushahidi anashindwa shamba, shamba la kwangu na hata hakimu mwenyewe alipokuja hapa nilisema mbele ya mkuu wa gereza, shamba niliouza la kwangu, nini peo, kesi utakatishaji? Hakika na, na mwezi wa saba huyo ni polisi eh, anaitwa nani? Sangali Arapisi na timu yake. Unamjua huyo Sangali? Yuko ofisi ya RCO, unamjua huyo Sangali? Unamfahamu una, una ifahamu hii kesi kwamba huyo alitakatisha shamba lake, kwamba anatakiwa akae gerezani kwa maisha yote. Muite huyo Sangari aje hapa, tukute hapa hapa. Ehe, huyo aliyesingiziwa kesi. Kurwa yuko wapi? njoo hapa Kurwa. Jamani, tulieni, msipotulia nitaondoka. Nimekuja kwa ajili yenu. Mimi ni mfungwa wa baadaye. Yeah. Haya, Kurwa, hebu elezea hiyo issue yako.